Nani, jinsi ambavyo ma managers wako au ma managers, management yako jinsi unavyoiweka. Kwa nini, management kwa nini kuna malalamiko sana? Kwa nini management yenu tumeshafanya, tumeshapata sisi wenyewe malalamiko kadha kadha katika story haujawahi kupata malalamiko hayo. Yaani kwamba ni mtu ambaye yuko hash kwa, e, kwa watu wako hata wale wa karibu lakini. Inavyosemekana, yes. Inavyosemekana, yani salamu na situchukulie kama vile ni personal. Inavyosemekana, yani yuko hash. Kuna watu ambao amewakuta ame waki, wakiwa na wewe Bennett, lakini kuna vile namna fulani ambavyo anakuwa ana kama e, anakuwa overprotective pasipokuwa na sababu kuelewa. Naweza so mtu mchezo mchezo kuelewa.

na kitengo cha alama hicho, eh kitengo cha alama. Na unapokuwa unapokuwa kwenye kasi fulani, kwa Tanzania tulivyo, ukivuma, kila mtu anataka kutumia for free mm. alafu kifeli, hakuna mtu anakusaidia, anamtumia watu wengine yeah. na mifano ipo Ukivuma mm -hmm. kila mtu anakuwa anataka kutumia kie au wanafocus na watu wengine yeah. Lazima kwa kuna manager ambaye hey, mbeba lawama kitu akiwezekani akiwezekani straight. Kwa hiyo ina maana hivi, hatuwezi kufanya hatuwezi kufanya hivyo, hivyo. Sasa lazima mgawane, kwa sababu kuna watu wengine ambao boss yeah.

Najua. Ah. Ni kitu kishwa ambacho nakijua, lakini sasa kama brand lazima iangaliwe pia, la sivyo tutaipoteza. Maana kuna siku picha kwanza kwanza pia tulikuwa tulikuwa tunajaribu kumnyapia Diamond tufanye naye interview. Interview. Eh, eh, na eh, siku ya uzinduzi wa Mindy back story. Tumesha set up. Limetutoka. Hapa mtu tu Kuto, tu. <laughs> Kuto, kuleni. Yeye huyu huyu jamaa jamaa. Akataka kulivua na socks. Tena salamu ile ah bwana eh? Huko anaendelea kufanya mengine.

Alasa, welcome, creative wa wa yes, wa Diamond yeah? uturi wa Diamond, Diamond <laughs> <laughs> uturi uturi hivi yeah, uko nominated uh, <laughs> kwa ajili uh, ya? Yeah, yes. ya, ya, uh, ya ya ya ya ya ya ni ni yeah yeah. katika yes Afima Afima, Marekani Nigeria, big nominations, watu wanakuvutia kupitia nani gani? Ukiingia katika www.mtvbase.com uh, yeah. mm. utakuta uh, kuna kategori imechaguliwa. mm. um, kategori, um, kama msanii bora wa kiume Afrika apia kula ektpa nyumbani. Ukienda katika Afima kwenye page zao kuna Afima ambayo ina ina double m kwenye Instagram, utaona pale page peji kwa afima utaona yeah. kuna link, ukibonyeza utakuta kuna kategori ambazo mimi nipo. mm. okay. kipot, na Afima Nigeria pia ina single M Afima pia ni mchaguli. Ukienda katika link lik yao Instagram, ina nyumbani kwa haraka haraka hivi hesabu ya fast, kuna mm. matuzo mangapi ya trophy ambayo yote nyumbani. tunanaga unayaleta zinafika ngapi sasa hivi? Ah, wewe hapa Sina Sina kitu. Amsina kitu. 50. Eh, eh, uh, accomplishment kubwa sana, sana mshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia media zote nashukuru na wananchi, kwa sababu unajua swala kama matunzo Midi anapokuwa anakupiga makelele na wananchi kupiga kula ndio wewe. WCB imesign uh, na Marekani. Marekani. Uh, na nani? nani? nani? BMG au Ni Epic Epic Epic Record label nasababisha Marekani, na siku ukisikia WCB imefanya partnership lazima hiyo record label ya brand kubwa, sio tu kubwa lakini ina uwezo mkubwa hawezi kufikia, kuna na baadhi ya ah, epic mimi ndio nasikia nasema, lakini mm, kuna record label ambazo ziko kubwa, na sisi kama WCB, siku tukiingia na kampuni tunafanya partnership mm, yes, kwa sababu ya kukuza distribution. Inazungumzia kwamba kuna hizo za kina mikito, kuna hizo za kina nini, lakini kuna zingine ambazo ziko kubwa yeah. Spotify na iTunes ambazo mm. tunafanya tunauza yeah. lakini tunauza kibongo bongo. Nazungumzia siku tukiingia partnership na record label, ina maana tunafanya inakuwa ni kampuni yetu na kampuni yao ili kuweza kuuza kwenye digital way mm. lakini ukubwa zaidi nyimbo za wasanii wa WCB mm. kwa sababu so, tunaamini kuna platform nyingi zipo Marekani, UK na sehemu zingine ambazo nataka muziki wa Tanzania uuzwe kusema tunaanza kufika kote huko. So siku tu tukisikia tumefanana tumefanya kwa sababu muziki wetu kwa. Okay. Kwa kumalizia uh, kitu kimoja ambacho labda watu hawafahamu au ambacho hawataka kukipost au uh, kipost anything ambacho unaweza kushare na sisi. Na issue ya neo na okay? yeah, okay. Well, kitu na, uh, na vingi sana anything ambacho

saundi nzuri lakini pia zinapatikana kwa gharama nafuu lakini yeah. pia zina uimara. So na kabina katika. za za nyumbani. nyumbani, tusikiza ngoma za nyumbani. So itakuwa okay. Ni moja ya earphone na headphones ambazo so, nzuri na naamini watu wanasubiria kwa hamu. Okay. Safi sana. Na na ile ile show Show ya Mombasa Mombasa uwe na kiba. Ilikuwa nafikiri nani alitisha zaidi kwa sababu yako bwana, ilikuwa ni kampeni ya ya za Kenya so ah, uh, mimi nili nikaenda nikashereshe okay, kwani okay, shingapi we, we na Kiba ku resolve kitu ingawaje, ni swali ambalo utauliza, yani mm, kwenye interview yoyote, yani ku resolve issue yako na Kiba ni shingapi? Afu mimi siogopa nendaga front kabisa. Kama kungomana tungomana kwa sababu mimi siogopi mtu kama, mm, ah, yes, wow. Kama nikizingwana na mzingwana na street, lakini sifanyi hivyo vitu mimi, ni mtu wa kufoka sana, mziki wangu, mtu wa kujitahidi kuishi hata vizuri, kufanya mm, kazi kwa bidii, kuomba Mwenyezi Mungu, na tunatengeneza vipi kama vijana kubadilisha mziki wetu kwa biashara na kufanya watu watukubali zaidi tupate riziki ambazo zitasaidia kusaidia familia zetu. Okay. So mimi sina nguvu na mtu na watu, sometimes wanakuwa na create kama watu wa matatizo, alafu inaenda lakini, kwa sababu sabau cha chaukuli kinakuwa kinapungua, kinapotea. Okay. Natisha mm-hmm. sana

Shukrani sana. Wa aasukran mafanzo wako lakini tunamaliza. Uh, nashukuru sana a eneo inatoka lini? Natumai mnasikia uh, vitu vingine ambavyo kwa uongo na kweli leo ndio kupata ukweli wake uh, wana nashukuru kwa, kwa kunisupport Shukuru sana kwa kwa kwa kwa kwa nyimbo Nyimbo nyimbo ya Salome ambayo kubwa anategemea hivyo. Yeah. Kuzunguka sasa hivi, I can consider the the song song is the number one song at the moment. Nyimbo namba 1. Anashukuru media zote, wananchi na watu wote kwenye mitandao kila sehemu kwa support. Sisi tutafuta Asi tupate ugali wa kusaidia familia zetu. Right? Lakini lengo kubwa ni kuhakikisha tunakuza muziki wetu, tunafika mbali. Ndio sababu hata mimi mimi sana nyumbani. Naimba vitu gani? Najua tu wali na filimu na alipendana. Jepunga sana, wote wanaume. Ndiyo, yeah. So, ni kwa naipenda nyimbo. Nikasema nyimbo kama mimi nilipenda, sielewi anazungumza nini. Hata mtu nje anaweza akapenda. So, tunasema tuchukue nyimbo tuweke vitu hivyo. So, unaposikia nyimbo na unaona nyimbo yote ya Kitanzania, jaribu kuipush, sambaze katika sehemu zote za kwenye digital mm. uh, na sehemu zingine nyingi. Uh, last laba niseme Ali amekuwa nominated katika MTV EMA. Yes, uh, Alikiba. Yeah. So, Tufute zile zama za kusema eti kwa sababu ye yupo wewe unamsupport Diamond usimpigie kura, hai make sense, kwa sababu tuzo kikosa hiji Tanzania kabisa mm. tu kakosa tukakosa, ai wote wa Tanzania wamekosa mm. So, uh, mpige kura mwakishi, mwavote, hili, mm. mbili, tume tume Afrika, na na vote ili tuzo je nyumbani pia. Last year tumeshinda mbili, nilikuwa nimeshinda tuzo mbili, nimeshinda msanii bora wa Afrika mm. so, so nashinda msanii bora wa dunia kwa sababu nama tukikosa kabisa tukata, Tanzania atanzania tumefeli, yeah. yeah lazima ziendelee ndelee kukua ili tuendelee tuendele kuwa wakubwa. Safi, umetisha bana. Karibu tena siku nyingine exclusive. Yeah. yote skulaeyoyote Yeah. Usiogope na no. Vipi eh hai yeah, ah, shukrani shirika la wambea duniani bana, ndo tumemaliza eh. Yeah. Yeah. Ah. Safi.